Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wa Future Media TZ, nikukaribishe tena katika kipindi cha asubuhi tulivu. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kusikia vichwa vya habari mbalimbali kupitia magazeti. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe 13 Desemba mwaka 2025, langu jina ni Asha Saidi. Ikiwa mpenzi mtazamaji, ndio mara yako ya kwanza kufungua video zetu hapa Future Media TZ, basi nikukumbushe usiache kubonyeza neno subscribe chini ya video hii. Basi moja kwa moja nilianze gazeti la Mwananchi kwa siku hii ya leo, nikuambia ni kipi kilichoandikwa katika uso wa gazeti. Ubunge wa spika zungu wapingwa mahakamani, pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema ajali ya lori iliyoua bodaboda watano simanzi kijiweni. Ajali ya lori iliyoua bodaboda watano kijiweni, Simanzi kijiweni, pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwananchi. Pia kuna habari hapa inasema maji bado kizungumkuti, DAWASA atoa mikakati. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari hapa inasema, hatimaye polisi yakiri kumshikilia Mwambe, hatimaye polisi yakiri kumshikilia Mwambe. Hizo ni habari ambazo zilizoandikwa katika uso wa gazeti la Mwananchi kwa siku hii ya leo. Nileke pembeni gazeti hili moja kwa moja, nilishika gazeti la Habari Leo, ni gazeti la gwiji la habari Tanzania kuna habari hapa inasema, Aweso awatwisha kibarua Dawasa, Aweso awatwisha kibarua Dawasa. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili la habari leo. Pia kuna habari hapa inasema, polisi tunamchunguza Mwambe, anasema polisi tunamchunguza Mwambe. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa saba wa gazeti hili la habari leo kwa siku hii ya leo Pia kuna habari panasema watano wafa gari lililogonga kijiwe cha boda boda. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tano wa gazeti hili. Pia kuna habari panasema mvua yaizua nyumba kaya 37 za kosa makazi, mvua yaizua nyumba kaya 37 za kosa makazi. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu wa gazeti hili la habari leo. Pia kuna habari panasema Janista kuagwa leo kuzikwa Jumanne, Jenista kuagwa leo kuzikwa Jumanne. Hiyo ni habari mbao inapatikana katika gazeti la habari leo kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari hapa nasema utumishi huwachangamka serikali kubana wazembe kazini, yatangaza ajira mpya 41500. kaya maskini milioni moja zaondolewa TASAF. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nikileka pembeni gazeti hili la habari leo, moja kwa moja nilishike gazeti la Nipashe ni gazeti la mwanga wa jamii, nizisome habari ambazo zilizoandikwa kwa siku hii ya leo. Kuna habari hapa inasema DAWASA ataja chanzo uhaba wa maji da. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema ugonjwa wa kichocho tatizo linalowakumba wakazi wa Ukerewe. Ugonjwa wa kichocho ni tatizo linalowakumba wakazi wa Kerewe. Pata habari kamili kutoka kurasa wa tano wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa anasema polisi anasema tunamshikilia mwambe tuhuma za jinai. Hiyo ni taarifa ambayo imesemwa na kamanda Jumanne Muliro huko maeneo ya Dar es Salaam, anasema tunamshikilia mwambe tuhuma za jinai. Pia kuna habari hapa inasema NIMR yabaini usugu vimelea vya UTI matumizi antibiotic. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili la Nipashe kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari panasema lori laparamia kijiwe cha boda laua watano, lori laparamia kijiwe cha boda laua watano. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe. Pia kuna habari inasema serikali kuanza usaili leo ajira 12,000 zilizotangazwa. Serikali kuanza usajili leo ajira 12,000 zilizotangazwa. Pata habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe. Hizo ndi habari ambazo zilizoandika katika uso huu wa gazeti la Nipashe kwa siku hii ya leo nilioke pembeni, moja kwa moja nilishike mkononi gazeti la Zanzibar Leo, ni gazeti kwa ukweli na uwazi. Pana habari hapa inasema wadau wapongeza vyama kuwapa nafasi wanawake wengi uchaguzi 2025 pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Pia kuna habari hapa anasema Dkt Mwinyi, tuongeze ushirikiano kuinua utalii. Anasema tuongeze ushirikiano kuinua utalii, akabidhiwa tunzo ya kimataifa ya kituo bora cha utalii. Habari picha hapa inaonyesha Dr Hussein Al-Hassan Mwinyi akimkabidhi tunzo naibu waziri wa maliasili na utalii wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamed Hassan Chande, tunzo ya kimataifa ya kituo bora cha utalii. Ni habari kamili kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar leo kwa siku hii leo. Kuna habari panasema Hamed awashukuru wananchi kwa kulinda amani. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu wa gazeti hili kwa siku hii leo. Kuna habari panasema nchi iko salama shwari DCP Misimi anasema nchi iko salama na shwari. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa sita wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema, serikali yaahidi kuwawezesha vijana kulikabili soko la ajira serikali, serikali yaahidi kuwawezesha vijana kulikabili soko la ajira. Hii habari inapatikana katika ukurasa wa tatu. Tukiendelea mbele na habari hapa inasema, tuendelee kuitunza amani, tuendelee uitunza amani. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo. kwa siku hii ya leo nilika niliweke pembeni gazeti la Zanzibar leo, moja kwa moja nilitupie macho gazeti la Wamachinga, ni gazeti la sauti la ya wanyonge. Nizosomi habari ambazo zilizoandikwa katika uso wa gazeti kwa siku hii ya leo, nasema serikali yatoa vibali ajira mpya arobaini na nne, arobaini na moja elfu na mia tano serikali yatoa vibali ajira mpya elfu arobaini na moja na mia tano. Waziri Kikwete asema ni kwa mwaka 25 26. Zipo ajira za kada ya afya na walimu. Upate habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili la Wamachinga. Pia kuna habari hapa panasema, Daktari Aquilapo awaasa wahitimu kuepuka maovu. Upate habari kamili kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Wamachinga. Pia kuna habari hapa panasema, uhaba wa maji daa mtendaji mkuu DAWASA aweka wazi, asema uzalishaji maji wa shuka ruvu chini hadi lita milioni 50 kwa siku toka lita milioni 270, aeleza sababu kupunguza kwa maji, anika mikakati kukabiliana na hali hiyo, atoa neno kwa wananchi. Pata habari kamili kutoka kurasa 3 wa gazeti hili la wamachinga kwa siku huyu. Ya, leo Nikiazichi, nikiachilia habari hizo ambazo zilizoonekana katika uso wa gazeti, niendelee kuzisoma habari nyingine. Pana barabara panasema ulega ambana mkandarasi daraja la Mkuyu ni utekelezaji wa agizo la waziri mkuu kuhusu daraja hilo jijini Mwanza, amtaka kukabidhi kazi Januari 15 mwaka 2026. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu wa gazeti hili la wamachinga kwa siku hii ya leo, nikilitupa chini gazeti la Machinga moja kwa moja nilishike mkono, ni gazeti la Uhuru, ni gazeti la ukweli daima. Kuna habari hapa inasema, mlemavu asiye na mikono mwenye ndoto za kuwa mwanasheria nguli, anasema mlemavu asiye na mikono mwenye ndoto za kuwa mwanasheria nguli. Pata habari kamili kutoka kurasa wa kumi na nane wa gazeti hili la Uhuru. Pia kuna habari hapa inasema kishindo Jaanza, ahadi za Raisi Samia, fursa za ajira 12000 sekta ya afya, elimu. Ridhwani asema usaili kufanyika leo, kila mkoa, aeleza mchakato uko, uko wazi kupitia serikali ya ajira, aeleza mchakato uko wazi kupitia sekretari ya ajira katika utumishi wa umma. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema, upatikanaji maji da sasa kwa usawa upatikanaji maji da sasa kwa usawa. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa tano wa gazeti hili la Uhuru kwa siku hii ya leo. Nikiendelea mbele kuzisoma habari zilizoandika katika uso wa gazeti, kuna habari hapa nasema Dkt. Nchimbi kuongoza kuwaga Jenista, Dkt. Nchimbi kuongoza kuwaga Jenista. Habari kamili hapa inaonyesha picha, habari picha hapa inaonyesha huyo Dkt. Nchimbi akitia saini karatasi kwa ajili ya mazishi ya Marehemu Jenisa. Pia kuna habari apa inasema lori la paramia kijiweni la uwa bodaboda watano. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Uhuru. Nikihitimisha habari apa nasema Rais Dr. Mwinyi ahimiza amani, anasema Do, Rais Dokta Mwinyi ahimiza amani. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru kwa siku hii ya leo nikileka pembeni gazeti hilo la Uhuru. Moja kwa moja nilishike gazeti la Raia Mzalendo, ni gazeti la ukweli na uwazi. Nizisome habari ambazo zilizoandikwa katika huu uso wa gazeti. Kuna habari hapa inasema kituo cha gesi asilia Mlimani City kuhudumia magari 800 kwa siku. Kupata habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa nasema, TRA ni wajibu wetu kulipa kodi ili nchi ijitegemee habari kamili kutoka kurasa watatu wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema nyota ya Mbosa yazidi kung'aa kuongoza bodi ya Tanesco. Nyota ya Mbosa yazidi kung'aa kuongoza bodi ya Tanesco. Ina habari kutoka kurasa wa tatu wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema Dawasa ataja chanzo uhaba wa maji Dar es Salaam ni kuchelewa kwa mvua za vuli, uhaba mvua za masika yaanza kuchimba visima vya uzalishaji maji Waziri Aweso asimamisha vibali watumiaji wengine. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tano wa gazeti hili kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari panasema kicheko wastaafu, wanachama PSSSF, thamani ya mfuko wao yapaa kufikia trilioni 12.53. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tano wa gazeti hili la Raia Mzalendo kwa siku hii ya leo. Nikiitimisha habari hizo zilizoandikwa katika uso wa gazeti la Raia Tanzania moja kwa moja, nilishike gazeti la Tanzania yetu, ni gazeti la fahari ya Watanzania, zisome habari ambazo zilizoandikwa katika uso wa gazeti. Kuna habari hapa inasema jeshi la polisi da, la thibitisha kumshirik, kumshirikia waziri zaman, wa zamani Mwambe. Jeshi la polisi da lathibitisha lathibitisha kumshikiria waziri wa zamani Mwambe pata habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti lipa. Kuna habari panasema watu 400 wauawa Kongo, kufuatia mashambulizi ya M23. Watu 400 wauawa Kongo, kufuatia mashambulizi, mashambulizi ya M23. Nikachilia habari hizo, nizisome habari ambazo zilizoandikwa kupitia huu uso gazeti kuna habari panasema, serikali kuongeza ufanisi mifumo ya kidigitali. Waziri Kikwete asema wananchi wataweza kutoa maoni, malalamiko na pongezi kupitia mfumo mpya wa kidigitali. abainisha mageuzi ya kidigitali yataongeza uwajibikaji na ufanisi wa serikali. Pata baraka mingi kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Tanzania yetu kwa siku hii. Yali, opi, kuna habari panasema, mchange ataka CHADEMA ichunguzwe vurugu za Oktoba 29 adai kuna uhusiano wa Chadema na taasisi za ndani na nje unatia shaka. Anasema kuna uhusiano wa Chadema na taasisi za ndani na nje unatia shaka. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili kwa siku hii ya leo. Nikihitimisha habari inayosema uzalishaji maji washuka kutoka lita milioni mia mbili sabini mpaka lita hamsini kwa sasa mtambo wa Ruvu chini sasa wazalisha lita milioni 50 pekee kati ya 270 zilizozoeleka. Dawasa bainisha joto kupanda, mvua kuchelewa na mabadiliko ya mkondo wa mto Ruvu kuchochea uhaba. Yasema vibali vya watumiaji wengine yasimamishwa, doria za kwanza, doria zakazwa mtoni. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Tanzania Yetu ni gazeti la fahari ya watanzania kwa siku hii. Yale tupate breki kidogo, alafu tuendelee na magazeti kuhusu habari za michezo.